Fanya wao ni wajuaje? Kiasi ya kwamba mtu saa umeanzisha jambo lako rako, nakaanzisha jambo lakini, hilo jambo wewe sio muelewa sana, labda tuseme una pesa eh. Unaona hawa watu wa chini, kwamba hili jambo ndilo lifanya wewe wao hawalielewi, kumbe pamoja na pesa zako wao wanaelewa sasa. Baadaye ya kusimamia uweze kufika kwenye level fulani, unawazalau na kuona kwamba wao wako kwenye level ya chini, we upo kwenye level ya juu. Sasa unajikuta unashindwa kufika kwenye hatima ile ambayo ni kumbe itarajia, kwa sababu tayari hauna mtu wa kukupa maonyo, hauna mtu wa kukurekebisha, hauna mtu wa kukushauri, hauna mtu wa kusimamia. Yaani, sisi tupo leo tunasimamiwa na watu ambao wanatuongoza kwamba pita hapa, kwamba tembea hapa, kwamba ingia njia hii, ingia mlango huu, ukiingia mlango huu unapotea. uki lazima uwe na watu watakao kushauri kwenye mambo ambayo unayapanga, ili aweze kufika kwenye hatima ya maisha yako, na ndio maana unaona kila kitu tunasaidizana. Mimi naweza nikawa nina pesa, nataka kufanya jambo fulani, nitatumia watu ili niweze kufika kwenye hatima ya maisha yangu. Lazima mfano kama nataka kujenga, nitamtumia fundi eh, fundi ataweka ramani vizuri ya nyumba, ataweka vizuri ya gharama, gharama ya